Karibu Triz Sports. Kama mara yako ya kwanza unaungana na sisi, basi usahau ku ku usisahau kusubscribe ku comment, kuturn on notification, kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wao pia waungane na familia hii bora ya michezo kutoka hapa nchini Tanzania, tukiendelea kukupa habari moto moto za michezo na exclusive ambazo hauzipati mahala pengine popote zaidi ya hapa kwetu sisi. Lakini pia usisahau kutufollow kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook. Kule Instagram ni Triz Sports underscore wakati Facebook ni Triz Sports. Sasa Mtandao wa African Foot umeripoti kwamba mshambuliaji wa Simba na raia wa Ivory Coast Jean Charles Ahoua ameendelea kugonga vichwa vya habari mbali, maeneo mbalimbali ya duniani na sasa klabu ya Almeria ya nchini Hispania imetuma ofa rasmi kwa Awa na wakala wake. Wakala wa mchezaji huyo Zambro Traole amewambia mtandao wa African Foot kwamba Almeria wametuma ofa makini sana, lakini kwa sasa wanaendelea na kumaliza ms, msimu na klabu ya Simba, lakini pia Zambro ameenda mbali na kuambia mtandao huo kwamba mbali na Almeria, kuna klabu nyingine kutoka Norway ya Rosenborg na nyingine ni Al Ahly Tripoli kutoka hapo Libya, pia zimetuma ofa, ingawa Al Ahly Tripoli ndio klabu ambayo imetuma ofa nono na kubwa kuliko zote ingawa mradi ama mpango ambao Al Ahly Tripoli wako nao haujamvutia bwana Jean Shaawa, na ndoto yake yeye ni kucheza kule Ulaya. Awa ambaye ana miaka ishirini na tatu amekuwa gumzo kwenye soka la Afrika akiwa amefungia Simba mabao matatu katika kombe la shirikisho huku akitoa assist mbili muhimu na akiwa na mchango wa kuipeleka timu ya Simba katika fainali ya kombe la shirikisho ambao watacheza na Berkane tarehe kumi na saba mwezi huu. Lakini pia tukija kwenye ligi ya ndani tunajua Jean Shaawa sasa amekuwa wa moto kwelikweli akiwa na mabao kumi na tano na akiwa ametoa asisti saba na kuifanya Simba uh, kusogea nafasi ya pili, huku akiwa amecheza michezo ishirini na tatu tu katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa mbali na Al triple, club ya Rosenborg pia ya nchini nolo imeonyesha juhudi kubwa na ikiendelea kujitutumua kutaka kumsajili mchezaji huyo wa Simba bwana jansha awa. Kwa sasa Almeria inashika nafasi ya sita kwenye daraja la pili ya ligi ya Hispania Segunda Division na inalenga kuimarisha kikosi chake ili kupambana kupanda daraja msimu unaokuja na, na kupata saini ya Jean Ahoua ni kipaumbele ili kuongeza nguvu katika kikosi chao. Wewe, mtazamaji wa Triz Sports, una maoni gani juu ya habari hii ambayo tumekuletea ikiwa bado ya moto kweli kweli? Ah, tuambie hapo kwenye comment box, lakini pia usahau kusubscribe, kulike, kushare kwa ndugu jamaa na marafiki A, ili nao pia uungane na sisi hapa Triz Sports, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii A, kupitia Instagram ni Triz Sports underscore lakini kule Facebook ni Triz Sports.